vivumishi vya idadi visivyochukua viambishi vya ngeli nini vivumishi vya idadi visivyochukua vya, viambishi vivumishi vya idadi visivyochukua vya, viambishi kwenye nambari haya tuangalie kwenye ubao haya ngapi ta ngapi ta, ta. Ta, ta ba sa mi tena ta, ta ba sa hapa tunaweka nini? Sita. Soma neno sita. Hapa tunaweka nini? Saba. Soma neno saba. Hapa tunaweka nini? Tisa. Soma neno tisa. Hapa tunaweka nini? Kumi. Soma neno kumi. Haya tusome sita, saba, tisa, kumi. Kumbuka ni tabasami nini? Sita. Ng'ombe kumi na sita. Tena. Wazee saba. Wazee saba. Vitabu 29. Hivi ndivyo vivumishi vya idadi zimechukua viambishi vya ngeli katika nambari. Tabasami. Tabasami.